Kwamba afanywe ibada kuonekana kwamba ni mtakatifu, inabidi yeye asome kwanza teolojia. Baada ya kusoma teolojia, tunamwombea uchungaji, njo anakuwa sasa e, mchungaji wa kanisa. Ile ni ibada yenyeko kinyume na neno la Mungu. Tunapotaka kuchagua wachungaji hatuchagua wachungaji juu ya elimu lakini maandiko yanasema, Tito moja tano Tito moja mstari wake wa tano leta neno, kwa sababu hii nilikuacha katika Krete. Nilikuacha katika Krete, upate kutengeneza maneno yaliyobaki. Leta maneno na kuweka wazee katika kila mji, sikia kritere ya parole kila mji kama nilivyokuagiza. Leta maneno. Ikiwa mtu hakushitakiwa neno ikiwa mtu hakushitakiwa kritere ya kwanza ikiwa mtu hakushitakiwa neno naye ni mume wa mke mmoja, asikuwe poligame. Leo ba poligame ni ba pastor anafukuza bibi na batoto, anafanya ndoa nyingine yenye anajisikia na bakristo yake wanamuunga mkono, pastor wetu alifanya mzuri. Ile haiko neno la Mungu, bile ni byako byako, haiko neno neno la la Mungu Mungu ni no. Uko sabiki wa pastor, lakini msingi wa Kristo Ulisa ikatala shuka, ana watoto wanaoamini, batoto yake bakuwe baamini, wasioshitakiwa kwa walevi wala wasiotii. Banasema nitafutie pale kri, kriteri ya mchungaji, twende lakini, au mkaribishaji wa wageni mbili, mpenda wema tatu, mwenye akili ine, mwenye haki twende, mtakatifu twende, mwenye kiasi sawa, akishika neno la imani Akisoma teolojia. Akishika neno la imani. Mbaya. Akishika neno la imani. Asikilie ukweli wa neno la imani kama aliyofundisha, aweze kuonya watu aweze kuonya watu kwa mafundisho ya kweli ya kweli, kwa mafundisho ya kweli na kuwashinda wenye kubishana naye. Ubarikiwe, njoo muzee wa kanisa ule wala mchungaji hapana. Leo kriteri mnakuwa nayo mbele tukuombee urevera pasteur, inaomba uende muie ya upate digri ya lisansi ya teologi ndo takuwa revera pasteur. ni kiporo ile, haiko neno la Mungu. Yesu kwa kuchagua wanafunzi hakuwatuma ku masomo ya teologi, ile ni uongo. Na kama leo mnaona makanisa inakuwa sa vile masale de box benye banachafula mazingira, ni viongozi wa kidini. Hiyo ni desturi sio neno la Mungu, haiko maneno ya Mungu. Tukienda kuibada pasere anakufa tunatia maiti kumadhabahu, tuombe ndio twende tumuzike, haiko neno la Mungu, ile ni ibada ya mashetani yenyewe. Paulo anasema siku za mwisho, Timoteo wa kwanza n kwamba katika nyakati za mwisho watu, watu wengine watajitenga na imani. Usiwazie kujitenga na imani ni kuacha kuabudu. Unaweza abudu lakini unaabudu bure. Kujitenga, enyee Paulo ikonasemea watajitenga na imani, kujitenga na mafundisho ya msingi wa Kristo waki kudanganya. watasikiliza roho za kudanganya na mafundisho ya mashetani. Leo mafundisho yenyewe na tawala madhehebu ni mafundisho ya mashetani, mwanaume aoane na mwanaume mwenzake. dini ya kwanza huko Amerika iliyo hitaji watu waanze kuoana mwanaume kwa mwanaume, Anglikane. hata Angletera ilifanyika, Amerika ilifanyika, dini ya Anglikane kuombea mwanaume na mwanaume kuwa bibi na bwana. Walimuuliza Mtakatifu, Baba Mtakatifu, Mtakatifu, so wengi naona yakasema, basi ina pro, haina problem kama mtu akipenda mwenzake kwa njia ya jisia moya, wanaweza oana hawana problem, ndio baba mtakatifu ule. Ile ni mafundisho ya mashetani. Ushoga ni mafundisho ya mashetani. Wakisema uongo kwa udanganyifu. Watasema uongo kwa udanganyifu. Wakichoma moto zamiri za wenyewe. Watachomwa mioyo zamiri yao wenyewe. Wakikataza watu kuoana. Si mafundisho hiko. Dio. O kwa wewe kwa kuwa padri usioe. Kitadisa. Iko mila ya Roma, haiko mafundisho ya msingi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Unasikia, watakataza watu, watakataza watu kwa wana sawa na, wakiagiza watu wakatae vyakula Mungu alivyoumba. Usikule nguruwe, si sunabayua, usikule kibonde. Nani alikataza nguruwe? Si Muislamu? Eske Koroani nakataza nguruwe? Koroani haikata. Soma Koroani, kitabu cha Koroani namaliza nikupe maswali Sita, mia moja, hamsini. Qur'ani, sita, mia moja, hamsini. Twende. Iko surati Al-Anam. Sema ewe Muhammad, sema ewe Muhammad, leteni mashahidi wenu, mtuletee mashahidi wenu wanaoweza kushuhudia kuwa Mwenyezi Mungu ameharamisha wanyama. Waislamu mukuye mtuletee mashahidi wanaosema kwamba Mwenyezi Mungu alikataza wanyama hao munaosema kuwa Mwenyezi Mungu ameharamisha. E, basi wakitoa ushahidi huo, kutakuwa Mwislamu atasema ndio niko na ile verse usikule nguruwe. Wa uongo huo. Ni babongo. Wewe usishuhudie pamoja nao. Usitikane na ile maneno yao. Wala usifuate matamanio aliyokadhibisha ya zetu. Hata hapa nikipana maswali, hakuna shehe atasimama hapa. Ase no mie palo kwa sema tu ya nguruwe na kia defan. Ungoe na pana maswali. Ya. Ukiona Muislamu hapa. Maana yake haiko mindo pastere zake. Badala yua, nikubatandika mpaka mpaka yeye peke anasema kichwa kinaniluma. Twende. Sema. Sema. Sema. Waambie. Waambie. Njooni nikusomeni aliyekuamrisheni Mwenyezi Mungu. Aliyekuharamisheni Mwenyezi Mungu. Na aliyekuamurisheni. Twende. Si yale ya uongo mnaojidai nyinyi kuwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ameharamisha. Mungu kaharamisha. Aliharamisha nini? Ya kwamba msimshirikishe na chochote. Mwenyezi Mungu anasema msimfananishe na Mungu yoyote. Nafanyieni wema wazazi wenu. Yaani kumfananisha Mungu ndio kuharamisha. Ndio ke Mungu alikatala wala musio watoto wenu kwa sababu ya umasikini, lakini nguruwe kula, wewe Muislamu, nguruwe haina shida mbili. Korani 172 na 173. Twende haraka. Haya, inashuhudia inasema hivi. Twende. Enyi mulioamini e, kuleni vizuri tulivyokuruzukuni, kuleni vizuri tulivyokuruzukuni. Nashukuruni, na shukuruni, naam, ikiwa mnamwabudu mwabudu yeye peke yake Shuka hii aya, twende hapa. Mwenyezi Mungu ametupa habari ya kuwa hey. wanyama wote wanafaa kuliwa. Hata Koroani nakubali kama kila nyama inaweza kuliwa, ile ina hawa tu basi hey. Na hata na nguruwe huyu pia, hata huyu nguruwe mwenyewe mko mnasema pia kama mtu kashikwa na njaa ya kufa, kama Muislamu yeyote akikufa na njaa ya kufa, atapata ruhusa ya kuitumia kidogo kwa kiasi cha kuondosha hiyo njaa tu hey, sio kushiba hasa, aso naweza kula, lakini usishibe, lakini ulikula 16114 16, 16. Yani usishibe, lakini ukule ukule, twende Kuleni katika vile alivyokupeni Mwenyezi Mungu. Kuleni vyote alivyokupeni Mwenyezi Mungu. Vilivyo halali na vizuri. Nashukuru neema za Mwenyezi Mungu. Neema za Mwenyezi Mungu. Ikiwa... Ikiwa kweli mnamwabudu yeye. Wala msiseme. Wala msiseme kwa sababu ya uongo sema ndo ndimi zenu. Msiseme nyinyi Waislamu kwa sababu ya uongo. Kwa sababu hata na Qur'ani najua kama Waislamu wa uongo. Hii ni halali. Na hii ni haramu. Msije mkamzulia uongo Mwenyezi Mungu. Hakika wale wamzulia uongo Mwenyezi Mungu. Hawata Hawatafaulu. Faulu. Kila mwislamu mwenye kumsemea Mungu uongo hataenda peponi. Mwislamu tuanga nguruwe, nguruwe haina shida, tuanga unenepe. Sasa kuna wakristo wengine leo wanaweka msingi wa mafundisho asema, usikule usikule nguruwe usikule kibonde, hapana. 15 15 Matayo Mathayo 15:15, usitafutie mtakatifu mnyama wala msamaki. Petro kajibu akamwambia twende, utuelezee mfano huu hey. Akasema akasema, nanyi hamjafahamu bado? Hamtambui hamtambui kama kitu kinachoingia kinywani, Fred kinywani nakamata geti yangu ile mnaitaka nguvu mlomo ya nguruwe napekenya

Saba twende haraka haraka haraka haraka Marco. Marco saba kumi na nane. Yaani, mio kileta vita mungurue, tunaanza na maandiko twende, akawambia eh. Ninyi vilevile hamna vile akili, na nyie hamna akili, hamjui ya kwamba e, kila kitu inje ya mtu kama kinaingia kwake, kama hakiingie kwake, kama kinaingia kwake, hakiwezi kwa kina kwa kumfanyiza mchafu. Naam, sababu akiingia ndani ya moyo wake, yaani ukikula estomatu ndo anapokea, haiko ila tumboni tu, moyo haiwezi pokea, ni mtumbu tu, na nyuma kinatoka kwenda choo. Na mwisho naenda tupa mwese, kwa kusema hivi e, alitakasa vyakula vyote kuna dini ambayo inakuambia usikule nguruwe usikule kibonde we, tuanga kwa jina la Yesu. Shia, tukati Tito Tito moja kumi na sita. Twende haraka Tito sura moja mstari wa kumi na sita. Ndiyo kumi na tano Kumi na tano. Vitu vyote ni safi kwa walio safi, kila kitu ni safi kama wewe peke yako safi, lakini kwa walio wachafu na wasioamini, lakini kwa walio wachafu na wale ambao hawana imani ya Kristo. Hapana kitu kilicho safi kwao. Hakuna kitu kilichosafi kwao, lakini hata akili zao na dhamiri zao zimekuwa chafu. Probleme akili njo na dhamiri yote